Ni tukio la kikatili lililotokea katika kijiji cha Oringadida kata ya Kashi wilayani Babati mkoani Manyara kufuatia kijana aliyefahamika kwa jina la Jamali Yusufu mwenye umri wa miaka 28 kudaiwa kumuua mama yake wa kumzaa aliyefahamika kwa jina la Zauda Shabani mwenye umri wa miaka 57 huku yeye pia akiuawa na wananchi wenye wa hasira kali baada ya kutekeleza tukio hilo tukio hilo limetokea Aprili kumi na mbili, majira ya saa 4 asubuhi, huku baadhi ya majirani na mashuhuda wakilaani tukio hilo kutoka hapa katika kijiji cha Orongadida, kata ya Kashi wilayani Babati mkoani Manyara. Jina langu ni Marcel Lazaro, tuwasikilize baadhi ya wananchi walioshuhudia tukio hili. Itwali Athumani Rajabu: mimi huyu mama alopata tatizo au aliuawa ni mama wangu mdogo kwa hiyo huyu kijana wake huaga kuna kuaga na kiugomvi ugomvi, lakini ha haipelekeagi kwamba kama anaweza akachukulia tatizo kama hilo. Kwa hiyo majira ya leo kwenye mida ya saa tatu asubuhi mimi nikiwa kijiweni, imefikia mahali sasa nikapigiwa simu na kijana moja, mamaako mdogo kule anapigwa na Jamali, fanya uwai sasa baada ya mimi kutoka kule kijiweni, mpaka kufika hapa kwanza, nikakutana na watu wengi barabarani, wakaniambia mama yako atauawa, kwanza mpaka hivi labda atakuwa ameuawa. Basi watu wakawa wame wengi, sasa tunateremka nao huko. Mimi baada ya kufika hapa, niliingia ndani kweli, nikaona mama wangu kweli tayari amesha lala chini na hayupo tena duniani, naona bwana basi kulikuwa na watu baadhi ya walikuwa wametangulia, akiwepo mwenyekiti wa kitongoji, alikuwepo hapa. Ina maana sasa yule kijana, baada ya kutaka alivyofanya hilo tukio, alitaka kukimbia, lakini mwenyekiti wa kitongoji aliweza kumdanganya danganya na nakamrudisha ndani, akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, sasa watu walivyojaa, watu wenye hasira kali wakaamua kukanyaga mlango na kuingia nani yule kijana kumshambulia yule kijana. Kwa hiyo ndo hayo yaliojitokeza mpaka hivi. Jina anaitwa Zulfa Selemani, kwa usemi unaonekana alikuwa anaishi na mwanaye huyu ni kama vile maadui, kwa sababu kijana anavuta bangi, saa zingine anamfuata anamfuata mama yake, anamwambia mama umependeza. Ina maana huyu aliku, kijana alikuwa anamtamani mama yake ndivyo inavyoonekana kwamba alikuwa kijana anamtamani mama yake. Mara nyingi anamwambia mama umependeza, mama umenenepa, hivyo namnenepea mimi, nani sisi, mimi kijana wako niko hapa. Kwa hiyo kijana huyu alikuwa anavuta bangi kupindukia. Kwa majina anaitwa Thomas Garabe, mwenyekiti wa kijiji cha Orongadida Emali. Tulimkuta alikuwa na kisu mkononi na akasema kwamba nimeshamua mama tayari kwenye eneo la tukio. Fika kwenye eneo la tukio nikafika pale, nilipofika hapo nika nikakuta mama ameshafariki e, na kijana wake aitwaye Jamal alikuwa ndani amejificha ndani. Sasa baadaye tukaendelea kuwasiliana na polisi galapo e, na bahati nzuri polisi galapo hawako, walikuwa wepesi, wakafika kwa haraka. Walipofika na watu pia waliongezeka wakawa wengi kupita kiasi aa, vijana walitoshinda nguvu, wakaingia ndani kwa nguvu pia ukamwona hiyo Jamal.